Habari, mtazamaji wa Nditi Online na TV, nakuletea hii hapa nyingine kubwa kuliko ilikuwa ifahamu kuhusiana na nchi ya Korea Kaskazini bwana. Ni bwana nchi ya Korea Kaskazini e, wana, nchi yenye vituko sana, ni nchi ambayo e, uweze kuishi bisho kama wewe, eh, mabisho hatakiwi huko bwana. Yaani sheria za kule ni ngumu kidogo eh, hazifai na hapo kwenu ambako unanisikiliza sasa hivi. Unajua kuna vitu ambavyo Korea Kaskazini binafsi urusi kuvifanya. Hivi hapa vikamata ambavyo wewe hutaruhusiwa kuvifanya ndani ya nchi ya Korea ya Kaskazini. Unaona? Eh? Nalizia namba namba namba namba moja ni kuelekea mpaka namba hiyo kumi. Unaona, namba moja kabisa, Korea Kaskazini uruhusiwi e, eh, kupiga simu sawa ambayo inaweza kuvuka mipaka ya nchi. Unaona eh? Yaani, ukahusiana na mtu kufanya eh, masuala na mtu ambaye yuko nje ya nchi ya Korea Kaskazini ni kosa kubwa sana, utaadhibiwa na sheria. Adhabu hizo zinafahamika ni ngumu sana. Umenielewa, eh, kwa hiyo adhabu zao ni mbaya sana kwa ukichanganya e, nje ya pale pasipo kibali. Namba mbili, lazima uheshimu familia, kim, kim, ya ile familia na waliopo, heshima inafuata mkondo wake ile ile e, hata saluti anapigiwa na askari wote kwa ule, ule namba tatu. E, kufanya e, kuchange fedha zile, inter bureau de change kuna la Korea basi, kwenda kuichange. Una change wapi? Kwa nini una change la Korea ili uchukue hela gani? Afrika, Korea Kaskazini bwana, huruhusiwi, huruhusi kabisa kuchange fedha kutoka kutoka ya Korea. Kuna fedha ya kigeni namba 4 ukiangalia shilingi nyingine kuangalia zile show za kigeni. Unaangalia yani eh, tamthilia za nchi za nje, unaona ambazo zinatoka nchi za nje, unataadhibiwa yani. Program unafuatilia za Korea tu za pale pale nyumbani yani, kaskazini penyewe. Usije kujidanganya kwamba unaenda kusikiliza au kufuatilia maudhui ya nchi nyingine, unaona. Namba tano, urusiwi kuabudu e dini yoyote ile ambayo haitokana na Korea. Kwa hiyo pale ujua kabisa uislamu haupo Ukristo haupo wala, e, wala Kurani wala chochote wewe, bali unajua kabisa hauruhusiwi kuabudu pale, kusema haleluya wala Allahu akbar marufuku. Mm, no, e, marufuku ni alama za magharibi na zinachochea ubepari, zina, ube zina maana yake hatutaki huko ndani nje ya, ya, kusafiri, kusafiri ya nchi pasipo kibali maalum yani, kwenda ki kusalimia nchi nyingine, kuna utaratibu maalum mgumu sana umewekwa. Huu ni mgumu sana Namba nane upigaji wa picha ovyo, ovyo kwenye mita yake na polisi za ya kukamata. Unaona, watakukamata naona, yani ya uruhusiwe kuchukachukua picha. Chukua picha, anapeleka wapi? We we nani kwanza tukuulize, alafu una, una lengo gani? Kwao ni mambo ambayo haruhusiwi kufanyika ndani ya, ya Korea Kaskazini. Namba tisa ni kutoa maoni ambayo kinyume na serikali. Unajua, unajua kuchangia sana hoja, si ndio au sio, mdogo wangu? Basi uta, utaonekana kwamba unafanya vitu vya, vya hovyo. Kwa nini unaweza tafuta na nchi kwa nini unaweza tafuta na nchi, una maana gani? basi utashughulikiwa na mkono wa sheria. La mwisho, Korea ukienda, e hili hapa kumiliki gari kuna utaratibu, sababu no, no, no. kuna watu wachache wana kibali hicho, wewe bwana subiri kwanza. Umeelewa? Majina yangu Nditi, e, tukutane wakati ujao.